Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya uvuvi <clears throat> tunaenda kuongeza manufaa ya uvuvi wa bahari kuu na kwenye maziwa makuu. Tutakamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi iliyopokelewa ambayo itazalisha fursa za ajira takriban elfu thelathini. Tutajenga bandari nyingine ya kisasa ya uvuvi kule Bagamoyo itakayofungamanishwa na kongani ya viwanda vya samaki. Tutafanya mapitio ya utoaji wa leseni za uvuvi kwa lengo la kuifanya nchi yetu kufaidika ipasavyo na fursa za uvuvi wa bahari kuu. Aidha, tutaendeleza utoaji wa mikopo ya boti, zana za uvuvi, makasha ya kuhifadhi samaki na miundombinu ya kukaushia. Vile vile tutawekeza zaidi kwenye vizimba na mabwawa ya kufugia samaki na kuwawezesha wananchi wengi zaidi kuongeza kipato na kujikwamua kiuchumi.